Wanafunzi wa Mapera safi, walimu wenu safi, walimu wenu mnawapenda, mwapendi. ni mwendelezo wa kampuni ya Wailes Outfit katika kuinua michezo. Kampuni ya Wailes Outfit imeendelea kushiriki katika juhudi za kuinua michezo mtaani na mashuleni katika michezo wa mpira wa miguu na mpira wa mikono. Akizungumza afisa masoko wa kampuni hiyo Daniel Ikomba katika viwanja vya Mapera, ambapo mchezo wa mpira wa miguu na mpira wa mikono umechezwa dhidi ya shule mbili kati ya shule msingi Mapera na shule msingi Matekera, amesema dhumuni la kampuni hii ya Wailes Outfit ni kufanya uwezeshaji katika michezo. Naitwa Daniel John ikomba ni uh, mdau wa michezo natokea Wailes Outfit, lakini pia leo tuko Mapela. Tuko hapa kwa ajili ya kudhamini mpambano mkali wa wanafunzi mpira wa miguu. Hapa tuna mechi ambapo wanashindana Matekela na Mapela na mechi imeshaisha dakika tisini wametoa bila bila, na tunachoendelea sasa hivi ni mikwaju ya penalti inaendelea. Hii yote ni kwa ajili ya kuinua vipaji, lakini pia tunachoamini, michezo ni afya. Sambamba na michezo ni afya, michezo ni ajira, lakini pia kwa wanafunzi michezo ni sehemu ya ilo kuboresha kata elimu kwa wanafunzi. Sambamba na hilo, sisi kama Wailes Outfit tumekuja pia kwa niaba ya kutangaza kwa ajili ya kutangaza biashara ambayo tunaifanya kama Wailes Outfit ambapo tunafanya biashara ya kuuza mitumba class mitumba class A mitumba original ambapo tunauzia pale mjini, lakini pia sehemu yoyote mtu anayohitaji tunampelekea sambamba na hilo Wailes outfit tunajishughulisha na kuuza sabuni, sabuni za maji ambazo zinapatikana lita moja na lita tano. Lakini pia tupo hapa kwa ajili ya kuinua vipaji, kwa sababu kuna mechi ambayo ilitangulia, mechi ya vijana au niseme vijana wa rika la kati, watu wazima, ambapo vijana wamechuana hapa na mshindi amepatikana. Kwa hiyo leo hii special tupo kwa ajili ya kuinua vipaji vya watoto wadogo kwa maana ya wanafunzi. Kwa hiyo Wailes Outfit tupo kwa ajili ya biashara, lakini mbili pia kusapoti serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kumsapoti Mama Samia katika kuibua vipaji. Tunaibua vipaji kwa wanafunzi, lakini pia tunaibua vipaji kwa vijana ambao wako nje ya shule. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo siku zote kwa kadiri Mwenyezi Mungu atakavyo, tujali ya kile ambacho tunaweza kukitoa kwa jamii. Kwa hiyo tukifanya biashara, tunaamini tunapata faida, ile faida tunagawana sisi, lakini pia tunawagawia wanajamii kwa hiyo Wailes Outfit tuko na tuko hewani muda wote, tunapatikana pale Mbinga mjini, maeneo ya barabara ya kuelekea NMB ukifika maeneo yale, unaweza ukauliza Wailes Outfit iko wapi, unaweza ukaelekezwa. Kwa hiyo nawakaribisha Watanzania wote wa wilaya ya Mbinga na nje ya Mbinga pia, karibuni sana. Wakizungumza mwalimu Edison Mapunda na mwalimu Anifa Mapunda wamefurahishwa na namna kampuni ya Wailes imekuwa mstari wa mbele katika kuwezesha jamii ya Matekela hasa katika michezo na mambo mbalimbali ya mbali kijamii, kwani hii siyo mara ya kwanza kufanya hivyo sana na mashindano hayo ambayo shule ya msingi Mapera imeshiriki na shule ya msingi Matekela. Kwa hiyo mdhamini wetu tuna kijumla tunampongeza sana kwa hilo waliofanya tumeweza kukutanisha vijana hawa wawili, tumefanya mazoezi, tumecheza mashindano ya mbio za mita mia mbili, mita mia moja. Tumecheza mpira wa wasichana wa ambapo shule ya msingi Mapera iliibuka kwa ushindi wa mabao tisa dhidi ya goli moja kwa shule ya msingi Matekela, lakini katika mpira wa wavulana shule ya msingi Matekela imeibuka kwa ushindi wa magoli matatu kwa mbili. Hata hivyo kijumla tu, mashindano yameendeshwa vizuri, watu wengi wamefurahia tukio hilo na wamehamasia kwa kiasi kikubwa. Wametaka kwa nafasi nyingine tena kama itatokea basi mashindano kama hayo yangefanyika tena. Kwa majina, anaitwa Anifa Arnold Mapunda, ni mwalimu wa shule ya msingi Matekela. Kwa upande wangu napenda kumshukuru mfadhili wetu wa michezo kiujumla, ameweza kuibua vipawa vya watoto aa. Kwa upande wa netball napenda kuwapongeza sana wanafunzi wa shule ya msingi Mapera, kwa kweli wamefanya vizuri sana. Na kwa upande wa football, of course wote wamefanya vizuri, lakini napenda kuwashukuru sana vijana wa shule ya msingi Mapera, wanafanya vizuri kwenye nafasi zao. Naam, ni shamra shamra za ushindi pamoja na namna mchezo wenyewe ulivyokuwa kati ya shule msingi Mapera na shule ya msingi Matekera, ambapo mchezo huu ulicheza katika uwanja wa Mapera, ambapo kabla ya hapo walianza kwa mbio za mita mia moja, mita mia mbili, lakini pia mchezo wa mpira wa mikono, na washindi walipata zawadi kemkem kutoka katika ofisi au kampuni ya Wailes Outfit. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Mapera mimi naitwa Rayson Kapinga, Jongo Media TV.